Kuchezwa na eza awe kiungo au ni nani au ni nani, lakini ile uhalisia wa uchambuzi kwamba kumpata most valuable player kwamba anapatikana wa namna gani, achana na ao ma, mashabiki na pia hata huyo ana mapenzi na timu yake kwamba kuna takiwa kitu gani kiweze kufanyika. Wenyewe wamecheza mzunguko wa mzungu kwa kwanza kule, wamepata goli moja goli moja, lakini angalia timu timu yao bado haiko, haiko vizuri, na ninakuhakikishia ushindi hata kama utakaotokea kesho ni kwa sababu ya makandokando ya airport ya ambayo yalitokea watu, kama ndege imeweza kuripoti saa nane na dakika arobaini, wachezaji kama wachezaji na pamoja na timu nzima kwa ujumla wameruhusiwa saa moja au saa mbili. Ukiangalia mipira yao imenyimwa pale airport, ukiangalia, ukiangalia vitu vingi, hata madaktari wale wamenyimwa, wamenyimwa, wamenyimwa zile dawa kwa ajili ya kuwatibu kwa hiyo ujanja ujanja mwingi sana ambao unatumika ndio unaweza ukawasaidia kuweza kuskoa au kushinda kwa kesho, lakini kama ni mpira uwe wazi, wale hawana uwezo wa namna hiyo. Mpira tuliocheza leo wa kuhusu huyu kocha, kesho mje muangalie mpira mwingine ambao watawacheza hao watani wetu, utakuwa wahovyo kwa sababu wametumia janja janja, au huwa anapenda kutumia janjajanja ili waweze kuskoa. Mm. Mm.